Nafahamu kwamba Tanzania ime, eh, hasa katika sekta ya uziduaji imekuwa ikitekeleza mipango yake kwa kuangalia dira ya taifa ya 2025 20 ambayo pia imekuwa ikitekelezwa kwa mipango ya 105. Miaka mitano, miaka kadhaa iliyopita, tulishaanza kutengeneza dira ya Tanzania, dira ya taifa ya 2050. Lengo katika dira ya 2025 20 ilikuwa ni kuweza kufikia eh, angalau asilimia kumi ndo uwe mchango wa sekta ya uziduaji katika pato la taifa ama GDP. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ningeomba utupe picha ya tulipo na tunapoelekea katika sekta ya uziduaji, tukiamini kwamba umeona mengi katika bajeti na katika utekelezaji wa mipango. Ni kweli kwamba tunakwenda kumaliza dira ya ishirini ishirini na tano na wakati tunakwenda kumaliza dira ya 2025 sisi kama wasimamizi wa sekta ya madini kwa niaba ya Bunge tumejifunza mambo mengi na tumeziona changamoto nyingi. Changamoto hizo ni pamoja na changamoto za kibajeti na utekelezaji wa mipango iliyopo kwenye bajeti. Kwa mfano, wote tunafahamu kwamba nchi yetu kwa sasa imefanyiwa e, utafiti wa kimadini asilimia kumi na sita tu, yaani asilimia kumi na sita ya nchi yetu ndio imefanyiwa utafiti wa kimadini, na ndiyo maeneo mengi ambayo yanaendelezwa kwa hiyo, katika malengo ambayo yalitakiwa kwenye bajeti yatekelezwe, ilikuwa ni kujitahidi kuongeza eneo la utafiti. Kwa maana kufanya hiyo high resolution airborne geophysical survey, na kuwezesha kwenda eneo at least asilimia 35 mpaka 50 liwe limefanyiwa utafiti. Nini maana yake? Huwezi ukaendeleza sekta kama wachimbaji wako wanakwenda kubahatisha kutafuta madini. Lazima wachimbaji wako wawe wanajua hapa kuna madini na wayachimbe, na madini kwa kiasi gani. Kwa hiyo unaweza ukasema mipango yetu haija haijafanikiwa sana kwa sababu za kibajeti, kuweza kufanya hiyo high resolution airborne geophysical survey. Na kwa maana hiyo bajeti yetu inayokuja, tunatazama moja ya jambo kubwa la kutekeleza ni hili, na tumeliwekea msukumo sisi kama kamati na bunge imeliwekea msukumo.